Lakini mteja ni mtu ambaye ndiyo sababu ya sisi kuwa na kazi. Mteja ni mtu ambaye ndiyo sababu ya sisi kuamka asubuhi na kwenda kazini. Kwa hiyo huyo ni mteja. Kwa hiyo mteja wetu huyu ndio bosi wetu. Tunaamka tuende tukamhudumie mteja wetu. Mteja wetu ni bosi wetu, ndiyo aliyebeba nini, pesa Amebeba fedha ambazo tunazihitaji. Lakini huyu huyu mteja ni mtu ambaye analeta mahitaji yake kwetu sisi tuweze kuyahudumia mahitaji yake, a person who brings his or her wants and needs for us to fulfill mteja huyu huyu, the one who keep us at work and pay us. Mteja ndiye ambaye anatuweka sisi kazini na ndiye anayetulipa. Mteja anakuja na fedha, fedha zile zinatupa faida, faida ndio na sisi tunaangalia namna ya kujilipa mishahara pamoja na motisha mbalimbali. Sasa huyo si ndio bosi wetu? Kwa mantiki hiyo, sasa mteja ndiyo bosi na kama ndio bosi wetu, ndiye mtu anaweza kutufukuza wote kazini, kuanzia mwanzilishi wa kampuni au CEO wa kampuni mpaka anayefagia hadi mlinzi, kwa sababu ndio bosi wetu, na anaweza kutufukuza kazi kwa njia moja tu, ni kwa kuacha kuja kufanyaje, kufanyaji kununua au kupata huduma kwenye kampuni yetu. Kwa hiyo mteja ndio bosi wetu, mteja ni mfalme. Sawa jamaa, tunaenda vizuri eh? Inavutia. Ni vitu ambavyo tunavifanya kila siku, lakini tunahitaji kukumbushana, ili tuendelee kuboresha tuweze kujua bosi wetu ni nani.